Mashindano ya mbio za magari African Rally Championship kwa mara kwanza ya kwanza mkoani Morogoro yanatarajia kuanza Septemba 19 hadi 21 mwaka huu ambapo hadi sasa washiriki 23 wamejisajili. Wamejisajiri. Akizungumza na waandishi wa habari katika hafla ya uzinduzi wa mashindano hayo, msimamizi mkuu wa mashindano Dr. Musi Makau amesema maandalizi yamekamilika kwa asilimia 95. Mashindano haya yatakuwa ya siku tatu, kwa maana 21. Na yatakuwa kama yatapita maeneo yafuatayo. Ufunguzi rasmi utafanyika tarehe 19 kwenye eneo letu la Serengeti pale nje, ambapo seremoniostat zitafanyika pale siku ya tarehe 19, tutaenda kufanya maeneo ya Tungi E, shamba la mkonge pale nane nane. Nadani tarehe ishirini tutaenda shamba la MTFS kundi kwa Makunganya ambapo kule tutakuwa na stage tatu. Stage moja na kilomita ishirini steji ya pili kilomita kumi na mbili na stage ya tatu na kilomita thelathini lakini itakuwa na mizunguko miwili, miwili katika kila stage moja, na siku ya pili pia tutaenda kule kule TFS ambapo pia kwenye kutakuwa na mzunguko mmoja, ambao kwa jumla yote siku hizo zote tatu ambazo jumla ya mashindano mzima ina kilomita 338 tuna washiriki toka Kenya Uganda, Burundi na India. Tuna misa wote watakushakuwa register na wote wataanza kuingia Morogoro mjini kuanzia y Jumatano. Sisi kama waandaji tumechukua mazingira yote kwa mchezo hii iwe ina usalama wote, kwa hiyo tuna, tuna... tuna... tuna... tuna... tuna... Kwa upande wake mwakilishi kutoka mkoa wa rifu Emmanuel Mhagama amesema kampuni yao inashirikiana na serikali kupitia wizara ya utamaduni, sanaa na michezo katika kuhakikisha mashindano haya yanakuwa na mafanikio. Kama familia ya mkoa tunashirikiana na serikali hususan, kupitia wizara ya uh, michezo na utamaduni katika kuhamasisha michezo na kipekee kwetu eneo ambalo tunapitia kuhamasisha michezo ni, ni kwenye mashindano ya magari. Um, niseme pia kwamba labda udhamini wetu kwenye mchezo huu pia unatiwa chachu na ukweli kwamba Uh, afisa mtendaji wetu mkuu pia ni mpenzi mkubwa wa mchezo huu ameshindana magari. Kwa hiyo unapata nguvu zaidi kwa sababu ya ile kiu yake na burudani anayopata kwenye huu mchezo, basi haimpi shida kusema tufanye kikubwa zaidi, na naona fahari kusema kwamba kama ambavyo tumesikia viongozi wamesema, kwa mara ya kwanza African Rally inafanyika nchini Tanzania na sisi mkoa wa group of companies tumekuwa wenyeji wenu na wadhamini wenu wakubwa kabisa. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutuamini na tunashukuru kwa kutupa hii nafasi kwamba tuwe wenyeji wenu. Tunaamini kwamba burudani ambayo wana Morogoro na Watanzania wataipata kupitia mchezo huu itakuwa ni kumbukumbu kwa sababu kama tulivyosema ni mara ya kwanza kutoka Morogoro. Anita Chali wa Daily News Digital.